Mungu Mana, kwa sababu tumepata kibali kwa siku ya leo, maana kulala na kuamka mapenzi ya Mungu, amen, amen. Na ikiwa umepata neema na kibali kuja mbele za Bwana, lazima ukuwe nasikia kushukuru mara nyingi. Nasemaka mtu akitoka kunyumba, fikiria jambo moja Sema kwamba naenda nisirudi kama vile nilienda. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nasema naenda kanisani nisirudi kama vile nilienda. Kuna vitu vingine tunakuwa navyo hata kama haviwezi onekana huko mashashe, e, tunakuwaka nazo. Nasema naenda lakini nisirudie kama vile nilienda. Haleluya! Haleluya, ninashukuru eh. Uh, baraza la gosher wajesi wameona vema kutumika kwa siku uh, ya leo. Mungu awabariki amen. Hatutakawa ikiwa tumeambia interpret atusaidie, uh, sababu interpretation inakwaza itatubeba muda kidogo, na muda umekisha kwenda. Inaona kwenye saa inakuwa ni 11h 15 minutes, inakuwa ni 11h 15 minutes. Na tulitayarisha somo la ambayo linaandaa Pasaka, na kama li somo huwa linapeleka minite ni ya mingi, lakini tutatembea na muda Amen, amen, amen! Kwa sababu Biblia inasema roho na akili vimtumikie Bwana. Hatuwezi acha akili tukatembea na roho tu. Haleluya! bila kukawa msomaji anakusomea kitabu cha Marko kumi na moja Marko kumi na moja mstari wa kwanza anasoma mpaka mstari wa kumi yaani e tutasoma kirefu kidogo. Mwingine analisomea Luka kumi na kenda mstari wa makumi tatu na kenda mpaka makumi nne Marko kumi na moja. Tunashimama kakweshimnenemarko Marko kumi na moja, mstari wa kwanza mpaka kumi yani, ninasoma mistari kumi yote na tunaongeza hii mistari tena e, mstari mmoja wa mwisho wa Luka kumi na kenda, makumi tatu na kenda. Karibu kwa Marko.